Tisini na nne, nukta sifuri, Radio Uzima. Woo!

Nam msikilizaji wa 94.0 Radio Uzima Tanzania, natumaini kwamba unaendelea vyema kabisa. Uh, dakika tatu ta, sasa tayari zimekwisha ondoka, mara tu baada ya saa moja kamili za usiku. Uh, muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza uh, matangazo ya DW kutoka kule mjini Bonn nchini Ujerumani. Natumaini kwamba tuko umebarikiwa vizuri sana na rekodi nzuri, inakwenda kwa jina la nikurejeshe ya, kwake ya kwao nema, gospel kwaya na msikilizaji, na muda huu hapa sasa na mnakuletea kipindi maalum, na leo ndani ya studio e, tumebarikiwa kuwa na askofu e, wa kwanza wa kanisa la Anglican Catholic e, Church Tanzania e, askofu Elibariki Philip Kuta tuko naye hapa ndani ya studio, msikilizaji na tuna mambo mbalimbali ya kuzungumza hapa ya kuzungumzia juu ya kanisa, malengo ya kanisa eh, na yapo mambo mengi ambayo kutoka kwa askofu tutatamani kuyafahamu kutoka uh, kanisa la Anglican Catholic Church. Langu jina ni Saudi Captain, niko eh, na rudia Nyalukamo, tuko hapa na tutakuwa pia na askofu hapa Elibariki Philip Kutta kwa ajili eh, ya kuku, habarisha mambo mbalimbali kuhusiana na Anglican eh, Catholic Church Tanzania, an eh, wanaita eh, Anglo Catholic, Catholic Church Tanzania. Tuko naye hapa moja kwa moja sasa, tumkaribishe hapa Askofu. Uh, Bwana Yesu Asifiwe. Amen na ninashukuru na asante sana Radio Uzima um, kwa kunipatia muda huu mwema machoni pa Mungu mm, ili niweze kuongea na wasikilizaji wetu wa hapa Tanzania ndiyo. Um, ni mara yangu ya kwanza kabisa kufika mm, hapa studio zenu za hapa Dodoma mm, lakini nitakuwa sahihi kabisa uh, kama kama uh, nitakavyozungumza leo mm. uh, kama jina lenu la Redio Uzima itwavyo ndio nina habari ya uzima kwa Watanzania wote, maana nina ajenda njema. Naweza kabisa kabisa kusema nina habari njema kwa kanisa zima la Kristo na jumuiya ya Watanzania mm. kwa kweli, wanaonifahamu hawatastuka kusikia ninasema tena kuwa siamini juu ya kanisa lisiloteseka mm. kwa ajili ya maendeleo ya watu mm. wanaowazunguka ndio kanisa ni taasisi ya kijamii na ina jukumu maalum ndani ya Kristo Bwana wake. Ndio, kubadili maisha ya watu wanaolizunguka katika utatu wa haki, amani na maendeleo mm. Ndio maana mbiu ama na maono ya maisha ya jimbo letu uh, hapa Tanzania, ambalo ni jimbo katika kanisa la Anglican Catholic mm. ni ibada inayounganishwa kivitendo na utatu wa haki, hmm, amani na maendeleo. Okay. Na hapa ndugu wasikilizaji ningependa uh, wajue kwamba ninatofautisha uh, katika hili uh, katika uwekezaji wa maendeleo katika jimbo letu si katika kuwekeza kwa maendeleo ya maisha bora ya maaskofu kama mimi mm. Huku ukiacha waumini hoi mm. Kwa kuwanyonya sadaka na jasho lao mm. Hapana mm. Hatuamini juu ya kanisa lolote au theolojia naweza nikasema yoyote inayojenga kanisa mm, kuwa ni mradi wa mtu binafsi mm, ili ijineemeshe kwa jasho na sadaka za waumini okay. Hatuamini wa katika ubinafsi huo mm. Uh, unaotumia neno la Mungu kunyonya jasho na sadaka za waumini kwa kujinufaisha wenyewe okay. Huku tukiwawacha waumini wanaotoa sadaka kuwa hoi katika umaskini mm. na kuwaziba midomo wasiseme lolote juu ya sadaka zao kwa jina la katiba okay. Uh, kwa uh, kwetu sisi kwa kifupi tunawekeza katika kumwinua Mtanzania mm. kutoka hali duni na umaskini ili Mtanzania huyu amiliki mali mm. amiliki miradi na kutengeneza ajira kwa maisha yao wao wenyewe. So aa, kwa hiyo jimbo letu mm. tangu lifunguliwe na Baba Askofu Mkuu wa dunia Mark Haverland, Uh, kwa kuwekwa kwangu kitini Septemba 15 na ninyi pia mliweza kurusha habari hiyo yes. Mwaka huu mm. tumeishi katika kauli mbiu yetu. mm. Leo nataka kuwaeleza kwa kusema kwamba tumeanza vema mm. tena tumeanza vema sana. Katika uvema huu nataka umma na serikali ya Tanzania itambue kuwa tupo Tanzania kushirikiana na serikali iliyoko madarakani. Ndiyo. katika kutatua kero na hadha za watanzania na hatimaye kuijenga Tanzania bora yenye haki, amani, upendo na uhuru wa kiuchumi. mm. Hii kwetu sisi uh, wa Episcopal Anglican Province of Tanzania ambayo ni jimbo katika Anglican Catholic Church yeah. Sio vain slogan, sijui kwa Kiswahili halisi ni nini <laughs> bali ni maisha endelevu katika utume wetu hapa Tanzania. mm. Na hasa tukiwa jimbo la Kianglikana mm. na hili ni muhimu watu kufahamu. Ndio. <laughs> hatutaki kuona maisha yetu ya Uanglikana ndani ya jimbo letu yanarudia makosa ya Uanglikana Tanzania tukirudi nyuma kutoka mwaka wa 1960, okay. Basi leo kwa kifupi tu, na pia nitawapatia nafasi. Nina mambo mm. saba muhimu ya mambo, mambo saba muhimu mambo saba muhimu. Naam, msikilizaji wa 94.0 natumani, na kwamba sasa utakuwa umemsikiliza hapa Askofu eh, Elibariki Kuta eh, askofu wa kanisa la Anglican Catholic eh, Church Tanzania uh, umetumea sasa hapa una mambo saba ndio eh, ambayo Uh, ndio misingi ya matengenezo ya uanglikana Tanzania kabisa, kabisa kabisa ambayo ni, ni, ni, ni yapi hayo, askofu? Ndiyo, uh, jambo la kwanza mm. ni kushirikiana na serikali katika sera ya rais wetu Mama Samia mm. ya kumtua mama ndo kichwani ndio. Na la pili ni juu ya afya ya mama mjamzito na mtoto mm. uh, na la tatu uh, sisi tunasema elimu bora ya msingi na sekondari ndiyo msingi wa elimu bora zote za juu ndio na jambo la nne ni elimu maalum na malezi ya watu wenye ulemavu mm. wa mwili na akili mm. Na la tano basi ni haki na uhuru wa kidemokrasia huru Tanzania mm. Na hapa nazungumzia ndani ya kanisa mm. nazungumzia ndani ya kanisa kwa sababu kanisa ni kioo mm. Kwa hiyo uhuru huo na demokrasia ikikosekana ndani ya kanisa mm. kanisa halina neno la kusema juu ya demokrasia katika nchi mm. Na jambo la sita ni kitengo chetu muhimu sana ndani ya jimbo kinachoitwa EAR ya -au Anglican, uh, Episcopal Anglican Relief ni kitengo ambacho kinajitoa kusaidia wakati wa majanga mm. kwa hiyo tuna tuko proactive mm. na sio reactive mm. Tunajiandaa kama mm. kitu kikitokea, basi tuna kitengo ambacho kipo kwa ajili yake okay. Na jambo la saba ambalo mm. halizungumziwi sana Tanzania mm. ni juu ya kanisa salama, ndio kan kanisa linatakiwa liwe salama kwa ajili ya watu wake na sio kanisa ambalo watoto wa kike ama watoto wadogo mm. au nini wananyanyaswa kijinsia mm. na mambo kama hayo mm. hatutaki, tunataka kuwa kanisa la mfano katika Tanzania ndio. Okay. na, msikilizaji, uh, narudia pia natumaini kwamba umesikia mambo saba ambayo ni misingi ndio. Yeah, ambao mambo haya saba ambayo ni ndio msingi wa matengenezo ya Anglican Catholic Church Tanzania ndio umesema moja ni kumtua mama ndo kichwani kabisa. Um, hii ya kumtua mama ndo kichwani ndio. E, ukiangalia raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa uh, Tanzania Dio. Dio. Dr. Samia Suluhu Hassan uh, ana kauli mbiu tena Dio, ya kumtua mama ndo kichwani, na sisi tumeichukua hiyo kwa sababu ni kauli mbiu iliyo sahihi kabisa, nikinukuu ndio, uh, askof havland ndio. Siku ile ya Septemba 15. Aliahidi pia kushirikiana Ndio. na wewe Ndio. na kushirikiana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama takosikosei uh, ni kabisa alisema ali hilo katika ile ibada juu ya kumtua mama ndo kichwani. Jamii ya Dodoma sasa ambayo inakusikiliza na, na ipokeaje ili swala hmm. la kumtua mama ndo kichwani? A yeah. Uh, kwa kweli jimbo letu sisi hatuamini kwamba uh, maji mtu anatakiwa ayafuate. mm. Maji anatakiwa kumfuata mtu. Tuna teknolojia hii ni karne ya kisasa bwana, tuna teknolojia ya maji kumfuata mtu mahali popote alipo. Mimi nasema si hata, hata, hata, kama mtu atajenga nyumba yake juu ya mlima mm. tuna teknolojia ya maji kumfuata mlimani. Okay. Sasa tunaishi katika teknolojia ya sasa na bado wamama wanabeba maji ndoki, na si, na si wamama tu mm. tukumbuke, ni nani? Watoto mm. unawezaje ukazungumzia suala la elimu kama mtoto anatumia masaa manne sita katika fata kutafuta maji. maji. Kwa hiyo kwa watu wa Dodoma mm. tayari jimbo letu limekwisha allocate uh, uh, fedha mm. na za, ku, za kufanya hiyo miradi mm. na hasa katika tuna, uh, tuna miradi, uh, pilot ni nini miradi <laughs> pilot program sijui uh, iko Kiswahili nini lakini. <laughs> uh, tayari tuna wadau mm -hmm. kutoka Marekani ndio na fedha ambazo mm -hmm. tayari tunaweza tukasambaza maji katika kila nyumba ya mtu. Okay. Kila nyumba ya mtu mm. na katika hilo lazima tushirikiane na serikali mm. mm. kwa sababu hiyo, huo ni mradi mkubwa sana mm. na kwa sababu tunaamini kwamba watu wa vijijini ni Watanzania pia. Kwa nini maendeleo yako mijini tu? Ukiangalia Dodoma mm. na na sehemu zake kama Mlali mm. na vijiji vingine mm. vingi una, u, kwa kweli kuna gap kubwa sana Okay. na mimi sielewi mm. na tunataka kuwa baraka katika hilo kusudi mimi nilitamani askofu aeleze jambo fulani. Wenda kuna msikilizaji anajiuliza kama mimi. Ndia. Kwenye haya mambo saba haya walau ungetueleza katika kila jambo kama ulivyotuelezea kwenye swala la kumtua Mama ndoka kwanza. Eh, walau tueleze kila sehemu hapo kwamba ni kwa namna gani mmekusudia labda kutekeleza hayo, kwa sababu kuna mtu anajiuliza kanisa salama. Tuna kanisa mbalimbali. Kwa namna gani liweza kuwa kanisa? Kwa walau tuelezee. Ndio. Ndio. Hayo mambo sababu kila jambo umejipanga vizuri kutekeleza. Okay, sawa. Asante. Ni swali zuri sana. Kwa hiyo katika kumtua mama tayari nimesema tunazo wadau na fedha. Na hiyo ndio samani. Kumnado. Hi ya Uh, mnahakikisha kwamba Maji yanamfuata mtu mlangoni mahali alipo, mahali alipo. Ndio, na hii haijalishi ni nyumba ya mtu wa namna gani, haijalishi kwa sababu wa imani gani, haijalishi ni jamii nitaka kufahamu ndio, maana nimezungumzia jamii ya Watanzania sijazungumzia kitu. Sasa na katika swala la pili yeah, la afya ya mama mjamzito na mtoto kwa kweli mm. mm. hakuna kitu ambacho ni cha thamani sana kwa maisha ya binadamu na mm. kitakatifu mm. hatuzungumzii kwamba ujauzito ni utakatifu mm -mm kama mama akiwa mjamzito. mm. Sasa huyu mama anapokuwa mjamzito, na hasa tunazungumzia tena vijijini, ambapo mm. huduma nyingi zime kuna gap ya mm. huduma bora. mm. Mama mjamzito anatakiwa kuwa na hospitali yenye vitendea kazi ndiyo, na hospitali yenye heshima ndiyo, kuanzia wakati wa kwanza wa ujauzito hata ule wakati ambapo mama anamkaribisha mtoto duniani mm, yani wakati wa kujifungua mm, mm. Na nafikiri na, na, na wanaonisikiliza watajua kabisa katika vijiji heshima hiyo haipo. Mm. Sisi tunataka kuweka mahospitali yetu vijijini ili kumpatia mwanamke heshima yake kama Mtanzania na katika elimu kama nilivyosema, mm. Unajua, wengi wanakimbilia vyuo vikuu na nini, mm. lakini tunasahau elimu kuanzia chekechea mpaka shule ya sekondari. Naamini kabisa ukiwa na elimu bora, na sio tu kujenga majengo, lakini ukawa na vitendea kazi na walimu wenye sifa, mm. na shule hizo zikawa zinaweza zikachukua watoto wa aina yoyote, tajiri, maskini, haijalishi ndio. Ukimwekeza mtoto katika elimu bora kuanzia chini, atafanikiwa tu katika elimu ya juu okay. na na suala lingine katika suala la nne la elimu maalum na ya malezi ya watu wenye ulemavu mm. wa mwili na akili mm. hili mimi nalichukulia very personal mm. kwa sababu baba yangu mm. uh, Dr Philip Kuta ambaye alikuwa pia ni kasisi wa kanisa la like Kianglikana okay ndiye muasisi wa elimu maalum Tanzania. Nataka umma wa Tanzania ukumbuke hiyo okay. Ndiyo muasisi mm. wa elimu maalum mm, na baada ya kufungua kitengo cha elimu maalum mm, katika Wizara ya Elimu mm, ndipo katika vyuo vya elimu vilianza kuweka hizo program mpaka leo hii zipo, lakini Nitatoa mfano. Nimetembelea kituo fulani mkoka mm. cha watoto wenye ulemavu mm. Mimi mwenyewe nimesoma katika shule ambazo walemavu pia walisoma Uhuru Mchanganyiko, Dar es Salaam. Yes, yes. Na nilikaa na watoto wenye ulemavu kuanzia darasa la tatu mpaka la saba mm. nilifanyika baraka kwao nikiwasaidia kusoma mm. na nilijifunza kuandika katika zile, uh, uh, mm, nukta nunu. Yes, na kusoma mm. Kwa hiyo, lakini utakuta elimu hii imeachwa sio unaweza ukienda ukiangalia sehemu ambazo majengo yapo na ya elimu lakini hakuna vitendea kazi mm. sasa unajua kuna tofauti kati ya darasa kama shule mm. au unaweza ukawa unasema umejenga jengo lakini ni kama kijiwe, watu wanakuja tu wanakuja <laughs> tu <lake. laughs> wanakuja na kuondoka, wanakuja tu na kuondoka, okay. ni lengo la jimbo letu kuhakikisha kwamba watoto wenye ulemavu mm. wana maeneo bora na salama na vitendea kazi kuanzia vyao wao wenyewe hadi walimu mm. na nizungumzie swala la haki na demokrasia, haki na demokrasia. E, hapa mimi nazungumzia kanisa makusudi mm. kwa sababu huwezi ukawa na kanisa litakalodai vitu hivyo kwa nchi kama wewe mwenyewe huna demokrasia katika kanisa mm. na demokrasia nayoizungumzia hapa ni kwamba watu wanaweza wakajikusanya mm. wakawa na mawazo bora mm. juu ya Ukristo wao na juu ya utume wao mm. na juu ya miradi yao mm, mimi kama askofu kazi yangu ni kuwalea na kuwatafutia nyenzo wale watoto mm. kwa hiyo tunapatia uhuru. Uhuru wa mawazo ni hekima na busara kutoka kwa Mungu, na sio kukandamiza mawazo ya watu okay. Na vile vile uhuru katika kuchagua viongozi wao. Ni mara ngapi tumeona migogoro ya makanisa Tanzania kwa sababu wakristo wanaambiwa wana uhuru wa kuchagua viongozi wao mm. Kumbe maaskofu wana mtu wao wanaomtaka. Sasa, kama kanisa la jinsi hiyo linawezaje likawa sauti bora ya demokrasia katika nchi? Tunaanza na demokrasia ndani ya kanisa kisa, okay. na sisi tunataka tuwe mfano wa mm. demokrasia ndani ya kanisa ndipo mm. tutakapoweza kusema mm. tunahitaji demokrasia bora katika nchi okay. na juu ya kanisa salama mm. ni mara ngapi tumeficha maovu ya kunyanyaswa kwa watoto ndani ya kanisa kuna jamii ambayo haisemi kitu mm. Kosa likitendeka mm. Na hasa kwa mkubwa mm. Unaambiwa nyamaza, lakini wakristo wa na Watanzania wakipewa uhuru wa kusema mambo waliofanyiwa na kanisa mm. Hii itakuwa balaa ndani ya nchi. Sisi tunataka tuwe kanisa salama katika katiba mm -hmm. Na kuripoti mambo maovu na kuwajibisha wananaokutenda mambo maovu. Tunataka watoto wa kike waone kanisa Mm. Ni sehemu salama kuliko nyumbani, lakini sio wakija kanisani wananyanyaswa wa kijinsia wazee. Unajua, tunazungumzia watoto lakini tunasahau wazee. Yeah, okay. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo katika matengenezo yetu ya Uanglikana nimeyashika na nitayatendea kazi pasazi. kama askofu. Kama askofu. Unataka kusema ni kanisa litakalokuwa na uwazi. Absolutely. Ah, uwazi ni jambo jema mm. Uwazi si jambo baya mm. Tunaogopa uwazi kwa sababu tunataka tufiche maovu mm. Kanisa ni nuru na chumvi ya dunia. hmm. Unawezaje ukaficha maovu kama unataka kuwa chumvi ya dunia? Mimi siamini katika hilo. okay, na no, msikilizaji wa 94.0 Radio Uzima Tanzania tuko na Askofu uh, Elibariki Kutta uh, tuko naye hapa wa kanisa la Anglican Catholic Church Tanzania. Tutarejea baada ya muda si mrefu. Msikilizaji, nakumbuka tu sisi hapa wala tuja kutenga, tunakupa uh, muda mzuri na wewe pia wakuweza kuuliza kama una lolote la kutaka kuuliza lolote, unataka una maoni pia au unataka kufahamu kitu kutoka kwa uh, Askofu Elibariki Kutta wa kanisa la Anglican Catholic Church Tanzania, basi sisi tutakukaribisha uh, hapa kupitia nambari 0758 71 96 32, uh, 0758 71 96 32.